Wakati huo huo maafisa wa polisi wanachunguza kisa ambapo Rais William Ruto amerushiwa kiatu alipokuwa akiwahutubia wakazi wa eneo la Kehancha, kaunti ya Migori. Tukio hilo lilotatiza shughuli kwa muda lilifanyika Rais alipokuwa akiendelea na ziara yake huko Migori, na kama Emmanuel Too anavyotuarifu ni tukio liloshutumiwa na wanasiasa walioandamana na Rais Kwanza.